Karibuni tena katika sehemu ya tano ambayo ndiyo sehemu ya mwisho ya simulizi yetu ya Damu ya Mwisho. Asanteni sana kwa sapoti yenu ya nguvu tangu sehemu ya kwanza hadi sasa. Bila ninyi, safari hii isingekuwa na ladha hii ya kipekee. Sasa basi, hebu twende tukasikilize sehemu yetu ya mwisho ya simulizi hii. Karibuni sana. Usiku ule uliojaa mawingu mazito uliendelea kutapakaza baridi ya ajabu, kana kwamba anga lote lilikuwa likijiandaa kushuhudia mwisho wa kitu kikubwa. Ndani ya mashamba ya pembezoni mwa Dar es Salaam Naivasha na, na Lucien waliendelea kutembea, kimya kizito kikifunika kila hatua waliochukua, lakini kimya hicho hakikudumu. Kwa mbali ardhi ilianza kutetemeka, sio kama tetemeko, hapana, kama kitu kikubwa kizito chenye hasira kilikuwa kinapanda juu kutoka ardhini yenyewe. Lucien akasimama ghafla. Hicho ni kitu nisichokitamani kuona usiku huu. Naivasha akavuta pumzi ndefu. ni nini tena? Tumepigana vya kutosha. Lucian akamgeukia polepole pole. Hiki ni kitu kilichofungwa kabla hata mimi sijazaliwa, sehemu ya giza la kale lilokuwa likisubiri damu yako ianze kung'aa. Kabla Naivasha hajajibu ardhi ikapasuka, mivuke myekundu ikatoka, vilio vikali vya kiumbe kisicho na sauti wala pumzi vikachana anga. Nuru ya mwezi mwekundu ikawashuka juu yao, na humo akarudi Yara, lakini Yara hakuwa kama walivyomkumbuka. Sio binadamu sio vampaya sio mwanadamu mwovu. Alikuwa kivuli kilichochanganyika na damu ya kale. Macho yake yalikuwa mekundu kupita mipaka, na pembe ndefu za mwanga mweusi zilikuwa zinatoka nyuma ya kichwa chake. Mapigo ya ardhi yalikuwa yakitokea kwa kila hatua yake. Mwisho umefika, sauti yake ikavuma kama milio ya radi iliyokufa. Damu ya mwisho imeamshwa, na sasa lazima ibebwe kwa mmoja mmoja tu. Naivasha akahisi nguvu ndani yake zikitetemeka. Yara alikuwa tofauti, alikuwa amekamilika. Giza lake lilikuwa limepata mwili mpya kupitia mwanya wa damu ya Naivasha kuamshwa. Lucien akasogea mbele akiwa tayari kwa vita ambavyo alijua angekufa ndani yake. Naivasha, simama nyuma yangu. Lakini Yara akacheka, sauti yake ikivunja anga. Lucien, mlinzi wa damu ya kale, wewe umeshindwa kitambo. Utamzuia Yara aliibuka na kasi sionekana. Wingu lake jeusi lilikunjuka kama midomo ya shimo la kuzimu. Lucien akainua upanga wake, lakini mapigo ya giza ya Yara yakamziba kwa sekunde moja tu. Usiwe karibu naye, Naivasha alipiga kelele. Lakini ilikuwa imechelewa. Giza lilimshika Lucien kama mikono elfu za kivuli na kumrusha mbali sana, mwaloni mmoja mkubwa ukivunjika kwa nguvu mwili wake ulipopiga. Naivasha alipiga kelele ya huzuni, kelele ambayo ilitikisa dunia ndogo ya usiku ule. Lucien alijaribu kuinuka, damu ya buluu ilitoka mdomoni, lakini alicheka kwa maumivu. Naivasha, bado nipo, sijasimama kwa karne nzima ili nife kabla ya kukulinda. Lakini Yara hakuwa amemaliza. Alitupa wimbi la giza moja kwa moja kwa Naivasha. Giza hilo lilikuwa na uwezo wa kuua hata vampaya wa damu safi. Naivasha alijikunja, nguvu zake zikimiminika kupitia mikono yake, lakini giza lilikuwa kali sana. Lucien aliona atapoteza bila kufikiri aliruka mbele ya Naivasha, akazuia wimbi hilo kwa mwili wake. Wimbi lilipopiga, ardhi yote ilipasuka, milima midogo ikatetemeka, miti ikakatika, Lucien akidondoka, mwanga wa bluu ukitoka ndani ya kifua chake ukizimika taratibu. Naivasha akamkimbilia, hapana, hapana, hapana! Lucien usifanye hivi, huwezi! Lucien akatabasamu kwa upole, macho yake yakimwangalia kama mtu aliyepata amani baada ya karne za mateso damu yako inahitaji wewe, si mimi, si sisi wawili. Akapumua kwa shida, nilikuona ukiwa hewa ya kwanza iliyoingia ardhini yako, na leo naona mwanga wako ukimaliza giza lote lililowahi kuwapo. Akashika mkono wake, mkono wake ulikuwa baridi sana. Naivasha, acha moyo wako ukamilike, usiogope. Na kisha mwanga wa bluu ukazima kabisa. Lucien alikuwa amekufa. Mawimbi ya damu yakapitisha sauti yake ndani ya anga kwa sekunde moja kama heshima ya mwisho kwa mlinzi wa kale, Yara akainama pole pole. Mwisho wa mlinzi wako, sasa ni wewe na mimi, aliyekamilika au atakayefutika. Lakini kitu kilitokea ambacho Yara hakukitarajia. Damu ya Naivasha ilipasuka. Moto mwekundu na dhahabu ukazuka mwilini mwake, macho yake akawa kama sayari mbili za damu inayowaka. Anga nzima ikatetemeka. Umenichukua yote niliyopenda Naivasha alisema kwa sauti nzito isiyo ya kawaida. Sasa nitakuchukua kwa nguvu zile zile ulizojenga giza. Yara akavuma kwa hasira, jaribu basi. Wote wawili wakakutana katikati ya shamba, nguvu zao zikakutana kama radi mbili zilizogongana. Giza dhidi ya damu, kilio dhidi ya nguvu safi, mwisho dhidi ya mwanzo. Yara alirusha mawimbi ya kivuli, Naivasha akayachoma kwa moto wa damu. Yara akageuza ardhi kuwa mashimo meusi miamba kwa nguvu ya damu. Yara alijigawa katika vivuli elfu. Naivasha akawasha anga yote kwa mwanga mkali, vivuli vyote vikayeyuka. Lakini Yara aliporudi katika umbo moja, alikuwa amejawa na hasira ya mwisho. Aliruka juu akijikusanya kama tufani ya giza tupu, akimshambulia Naivasha kwa nguvu za mwisho za kuzimu. Naivasha akaweka mikono yake miwili mbele, akapaza sauti yake, sauti isiyokuwa ya mwanadamu. Moto wa damu ukamlipua Yara moja kwa moja. Giza lake likateketezwa, mwili wake ukasambaratika, sauti yake ikapotea kwenye upepo. Naivasha akabaki akipumua kwa nguvu, moto ukizima taratibu mwilini mwake. Yara alikuwa amekufa. Sasa kulikuwa kimya, hakuna upepo, hakuna sauti, hakuna mvua, ni kimya cha mwisho wa vita. Naivasha akasimama juu ya mwili wa Lucien, macho yake akifunguka kwa uchungu usioweza kuandikwa na kalamu wala damu. Akapiga magoti, akamshika Akalala juu ya kifua chake kilicho baridi. Umeniacha lakini uliokoa ulimwengu wangu, alizungumza kwa sauti ya chini sana. Akaweka uso wake kwenye kifua cha Lucien. Nitahifadhi kila alichonifundisha, nitakuwa mwisho wa giza, siyo chanzo chake. Nuru ya mwisho ya mwezi ikamwangaza na kumfunika, nuru ambayo haijawahi kuwa nyekundu tena. Miaka mitatu ilipita tangu usiku ule wa mwisho, usiku wa damu, giza na maumivu makubwa zaidi kuwahi kutokea kwenye roho ya Naivasha. Dunia ilikuwa imepona juu juu, lakini ndani yake makovu ya ile vita bado yalikuwa hai kama moto wa uvunguni. Baada ya mapambano yale ya kikatili kumalizika, maji ya bahari yalirudia utulivu wake. Redio, runinga na serikali zote za kimataifa zilificha ukweli juu ya kile kilichotokea. Walidai kulikuwa na mlipuko wa ajali ya silaha, majaribio, na watu wakaamini. Walioona ukweli walifutwa kumbukumbu au wakaogopa kusema. Lakini mmoja hakusahau, Naivasha. Aliamua kujificha mbali na miji, akachagua kuishi kwenye kijiji kidogo pembeni ya Lushoto, palipozungukwa na misitu mizito na milima yenye mawingu ya kudumu. Alijenga kibanda kidogo cha mbao, na kila siku aliamka mapema kusikiliza sauti za ndege na upepo wa milimani. Kwa miaka yote hakuwahi kutumia nguvu zake. Alijizuia si kwa sababu hakuweza, bali kwa sababu alihofia kuishi bila Lucien. Na kila akijaribu kuvuta nguvu zake, alisikia sauti yake ikimwambia, ukikubali giza hili peke yako litakumeza. Alikumbuka uso wa Lucien kila usiku, akiwakumbuka macho yake, tabasamu lake na pumzi zake za mwisho. Hakuwahi kusahau namna alivyomshika Lucien mikononi mwake akiwa amepasuka kichwani na moyo wake ukiwa umekwisha, walivyokuwa wameanguka kwenye mawimbi ya damu, akamwambia, Naivasha endelea kuishi. Sitaki roho yako ipotee gizani. Maneno hayo yalikuwa mwanga wake wa kila siku. Ingawa alijificha, hapakuwa na siku ambayo hakuhisi nguvu ile ya damu ya mwisho ikipiga ndani ya mifupa yake. Wakati mwingine, akiwa peke yake ndani ya nyumba yake ambao, angehisi moyo wake ukigonga kwa nguvu kiasi kwamba meza ilitetemeka. Kichwani mwake, sauti za damu zingetokea ghafla. Damu inatiririka, dunia inaita, giza linakutafuta. Angefunika masikio yake, akilia kimya kimya. Lakini tofauti na zamani, hakupoteza udhibiti. Kila siku alijifunza kufunga moyo wake huwa kelele zile, kwa kupumua na kutafakari. Hata hivyo, wakati mwingine, hasa usiku wa mvua, angeamka na macho yake yamekaa damu, kama mtu aliyeota vita ambayo haijamalizika. Kijijini, Naivasha hakupenda kuongea sana, lakini kulikuwa na msichana mmoja kijana anayeitwa Nimra aliyeishi kwa bibi yake mzee karibu na nyumba ya Naivasha. Nimla alikuwa mchangamfu, mpole na mwenye tabasamu la kuponya majeraha ya roho. Alivutiwa na ukimya wa Naivasha. Siku moja baada ya mvua kunyesha sana, Naivasha alikuta Nimla amefika mlangoni na mandazi na chai moto mkononi. Mama yangu alisema nikuletee. Umeonekana kama mtu anayesahau kula, alisema kwa heshima. Naivasha alitabasamu kwa mara ya kwanza baada ya miezi mingi. Asante Nimla, si mara nyingi napokea zawadi hizi. Nimba akaangalia macho yake kwa umakini. Macho yako yamejaa huzuni nyingi, lakini bado naona mtu mzuri ndani yake. Maneno hayo yalimgusa kama kisu cha upole, kwani kwa miaka mitatu alikuwa hajawahi kusikia mtu akimwambia mzuri. Kuanzia siku ile, Nimba aligeuka kuwa kama binti kwake. Walitembea msituni, walicheza na mbwa waliotoroka kijijini, na wakati mwingine walikaa karibu na moto wakiongea kuhusu maisha. Kwa mara ya kwanza Naivasha alihisi kama alikuwa sehemu ya ulimwengu wa watu tena. Lakini kila hadithi ya mwanga lazima ichanganyike na giza. Usiku mmoja wa mwezi mwekundu, Naivasha aliamka ghafla. Sauti ya mbali ilivuma juu ya milima, sauti ambayo hakuisikia kwa miaka mitatu. Sauti ya Yara, lakini si kama kiumbe hai, kama kivuli. Damu ya mwisho, giza halijafa. Kuna mwingine anayekuja, damu mpya yenye kiu kuliko yangu. Moyo wa Naivasha ulisimama. Alitoka nje haraka, akitazama anga. Mwezi uligeuka mwekundu kwa sekunde chache kisha ukarudi kawaida. Hapo alielewa kitu kimoja. Nguvu alizoacha miaka mitatu hazikutulia. Zimeanza kuamsha damu za wengine. Alijua dunia haitabaki kimya. Na Ivasha alikaa juu ya mwamba mkubwa unaotazama kijiji. Usiku ulikuwa tulivu na upepo wa milimani ulipuliza misedo ya utulivu. Akaongea peke yake akimkumbuka Lucien. Nilijaribu kuishi kama mwanadamu, nilijaribu kukimbia, lakini damu hii haijatulia. Dunia inanihitaji. Siwezi kukaa hapa milele. Machozi yakamdondoka kimya. Lucien, nitaendelea, si kwa sababu ninataka kupigana, bali kwa sababu ninahitaji kulinda watu ambao hawajui giza linalowafuata. Alisimama akavuta pumzi ndefu, na kwa mara ya kwanza tangu vita, mwili wake ukaanza kutoa mwanga mwekundu. Nguvu zake zilirejea. Lakini safari hii. Hakukimbia, hakutetemeka, alikuwa mtulivu kama maji ya Ziwa Naivasha. Hakutaka kuwa malkia wa giza, alitaka kuwa ngome ya mwanga. Na alipochukua hatua kutoka kwenye mwamba, upepo ukapuliza, majani yakatetemeka, na anga likatoa mwanga hafifu. Alijua safari mpya inaanza. Naivasha hatakuwa tena msichana anayekimbia, atakuwa mlinzi wa dunia ambayo haijui kuwa iko hatarini. Na hapo ndipo hadithi yake mpya ilipoanza hadithi ambayo haijawahi kusimuliwa mpaka sasa. Tumefika mwisho wa sehemu ya tano ya simulizi yetu. Tunawashukuru sana kwa kuwa nasi mpaka mwisho kwa kusikiliza, kufuatilia na kutupa sapoti yenu kubwa kila siku. Sapoti yenu ndiyo inayotupa nguvu ya kuendelea kuwaletea simulizi bora zaidi. Na kama hii ndiyo mara yako ya kwanza kufika kwenye chaneli yetu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kwenye video hii. Asanteni sana kwa upendo wenu, tukutane tena kwenye simulizi zijazo.